Kwenye Dubai Diaries leo tupo na mtu anaitwa Mswahili. Mswahili ni mmoja wa watu maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii. <laughs> Sasa mtu anaweza akawa anawaza kwamba, wai, Dubai Diaries, siku hizi tuna dari kwenye yeah. simu zetu mm -hmm. watu hawanunui physical diaries kama mm -hmm. hizi wanazo kwenye tablets na vitu yeah. vya namna hiyo. Dubai Diaries inalenga ku kuexpose ama kuonesha watu hatua za wenzao walioko Dubai yeah. Walikujaje, wameishije, na pengine wamewezaje kufanikiwa katika mengi ambayo wamekuwa wakifanya, mm -hmm. au waliokuwa wakiendelea nayo mm -hmm. Karibu kwenye Dubai Darius. Asante sana. um, Mswahili ni nani? Kwa nini Mswahili? Mswahili ni kijana wa Kitanzania ambaye oh yes. Uh, ana umri wa miaka thelathini sasa hivi, uh, Mswahili, kwa nini jina Mswahili? jina Mswahili uh, nakumbuka kabla ya kuja Dubai mm. mimi nilikuwa mtundu sana kwa mama wangu nyumbani mm. msumbufu, yeah, msumbufu yeah. afu ni mtu ambaye naweza nikasema ni mcheshi kwenye familia nzima hata hapa anavyoongea <laughs> <tunakaribika. laughs> <laughs> so uh, mama alikuwa akihitaji ku, kunituma mm -hmm. Alafu yuko lesei na mashoga zake mm -hmm. Hataniita we mswahili, emu njo kwa sababu ya kulabila labila, ile kuongea sana <laughs> <laughs> <laughs> yeah, so ile mswahili iliendelea mpaka niipokuja Dubai mm -hmm. Nikimpigia simu mama, mswahili vipi mm -hmm. Yaani yeye ya alikuwa hamaanishi kama Uh, mswahili kama jina langu bali mm. Alikuwa ananiita kama tabia za Kiswahili mm. kwamba na tabia za Kiswahili wa ananiita mswahili to mm. Nikaona nilipokuja kuanzisha contents ndio yeah. Nikasema mimi nitatumia mswahili kwa sababu lengo lilikuwa ku represent wa Kiswahili mm. kwenye hii game ya content creation tunafurahia wow. Speaking of content creation, content yeah, kubwa ambayo unafanya. Thank you, thank you. Na labda utueleze safari yako mm-hmm. hiyo ya kutengeneza content kwenye mitandao ya kijamii well, yeah, ambayo naamini inaelimisha, inafurahisha, inachangamsha, inatahadharisha wakati mwingine yes. Sasa, <laughs> safari yako imeanzaje? Imeanzia wapi? Uh, safari ilianzia mbali sana. mm. Uh, nilikuwa nimeajiriwa mm -hmm. Kwenye kampuni ya ya bakery bakery yeah. Nilikuwa kama in-house content creator napiga picha na, na shoot video mm. Pamoja na kuposti kwenye mitandao yao ya kijamii mm. Instagram na TikTok kama anavyofanya mm. Ima okay. So uh, ilienda ile nikafanya almost two uh, years and half mm. Alafu um, ilipofika kipindi cha mvua mm. Not kipindi cha mvua, nilianza kama kabla kipindi cha mvua mm. Nilishutshut content kawaida. Siku moja tulienda Global Village na dada yangu mm. Tulipofika Global Village mm. tulienjoy na nini, muda wa kuondoka tukaondoka late sana mm. Sasa so, tulipokuwa kwenye taxi mm. kutoka Global Village ina hesabu kumi mm. mara nyingi taxi ina hesabu kuanzia tano tano, ile ilikuwa imeanzia kumi mm. alafu taksi zilikuwa chache sana so ikabidi tukubali tu kupanda hiyo ya kumi mm. so the more we are going home mm ile, ile price ilikuwa inapanda mm. And I was literally yani ile pressure like <laughs> mm. Mpaka tukifika nitalipa kweli, maana mimi fukoni nina sabini sasa yeah. Uzuri uh, ilifika mpaka 65, tunakaribia nyumbani. Sista kasema ilikuwa ni usijishutu unavyo reactive Mm -hmm. Alafu mm. jaribu kuposti kwenye TikTok, maana kwisha posti video ya kawaida tu inayohusu Dubai mm. ambayo ilikuwa naongelea mambo ya kamera mm. zinauzwa huku milioni arobaini alafu watu hawataki kupiga picha kwa hela. So mm -hmm, nilipoishuti ile video, nilivyoiposti ikaenda viral TikTok for the first time ah. mm -hmm. ikanipa kama laki saba views then nikaja nka try tena kipindi cha mvua sasa mm -hmm. tulikuwa tunaenda kazini mimi na colleagues hiyo bakery. So uh, tulipofika njiani kulikuwa na bunge la bwawa tukashindwa kupita. So dereva akasema tu, ingieni mall Tugrab chai tunywe na nini? Alafu tutaongea na bosi kama tumekwama sehemu. Mm. Sawa, so yule yule yule dereva aliingia mall kutu, mm, kutushukulia chai sisi tulikuwa tunamsubiri parking. Mm. So pale parking pembeni kulikuwa na poles zile nguzo. Yes, nguzo zile za ku za kuzuia magari yasiingie kwenye parking. Mm. So nikawa nimeenda nimekaa juu ya ile nguzo alafu nikaomba colleague anishuti kwa sababu kuna sound nilikuwa nataka kuifanyia. Hello boss, salamu alaikum. Me Me today no no come job, job coming no today. water water water. too too much much road, road water too much. Water. Yes, eh hey, what? Mm. So ile sound tulipo iposti kipindi cha mvua, Boom. Ikapanda tena. Ikaondoka viral from that point, ndo safari ikaanzia hapo. uh -huh. Uh, Followers Instagram waliongezeka. Wow, Mungu ni mwema. Uh, speaking of the taxi, um, Swahili anatuambia kwamba taxi za Dubai labda tuweke sawa taxi za Dubai ni meter tax. Yani sio yes. Unavyoanza safari unaona bei unayotakiwa mm, kulipia as you go, yeah. kwa hiyo taxi yoyote unayopanda ini, ama inaanzia dirham amesema kumi. Mm, tunahesabu kwenye dirham hizo mm, ndo currency wanayotumia <clears throat> inaanzia tano, amna iliyoko chini ya tano. Mm, kama ametumia muda mwingi kukufuata ama kukusubiri ukiingia iwe mm. ni ile ya kurequest ama kufanyaje kuoda mm. inaanzia kumi au kumi na mbili ukitembea kilomita zako kadhaa, muda unavyokaa <laughs> kwe foleni, nakuonyesha hela inavyobadilika yes. na inabadilika 0.5 mm. ilikuwa 20, 20.5, 21.